Na aisee, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sikutegemea, kwa kwa kupata hii zawadi Mwenyezi Mungu kupata, cha, cha si kupata kama, kama hii kukuita ambayo sikuitegemea Tende huku wananchi bado anaendelea kukuita sehemu nyingine, anaenda kuokota kisha endelea kuokota, na huku mzee wangu Wananchi Sidi anaendelea kuokota kibunda chake kutoka kwa wananchi hapa KMC Complex. Na bado anaendelea kumwita

Hongera sana. Niambie unajua kwa nini wananchi wanakupa pesa hivi? Ah, yaani mpaka sasa hivi sikujua kwa sababu kipindi cha kwanza niweza kucheza lakini yeye akawa anashangilia sana. Kwa hiyo cha msingi naweza nikasema ninashukuru tu kwa hichi ambacho nimekipata, sikutegemea ambacho nimekipata. Hiki unafikiri kimesababishwa na nini? Ni kiwango ambacho umekionyesha namna ambavyo ume, umesaidia timu yako ya pengine na kitu gani? Hiyo <laughs> inawezekana ni moja hapo ambayo kiwango ambacho ninachoweza kuonesha katika ndani ya uwanja, mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona. Ulikuwa ukitamani kupata nafasi hii? ni FA ya pili kwangu mimi, mara ya kwanza nilikutana na Simba tukacheza pale wapi, Azamu. Safari ya pili t tumekutana na Yanga, namshukuru kumaliza micho salama pat katika wachezaji wote peke yako ndo mchezaji ambaye jina lako limeandikwa kwenye jezi nyuma, hii kwa nini? Ah, hii inategemea na hii sababu, mchezaji mwenyewe anapopenda kwamba aandike jezi yake na aandike aandike jina au asiandike. Kwa hiyo na maana wewe wepesi, mimi kunijua kwa wepesi, amekuruhusu ah, peke yako uandike kwenye timu? Hapana, hapana <laughs> malizia, ongea na wananchi ambao wameweza kukupa hichi ambacho ungepata cha kwanza. Naanza kuwashukuru sana na washukuru sana kwa support yao hii ambayo niliweza kuipata sasa hivi. Waendelee hivyo hivyo, waendelee kututia support vijana hii, ili tuweze kuonekana zaidi na tuweze kuonekana kila la khairi. Ah, inshallah shukrani.